Mimi kwa majina naitwa Miraji Bashasha Isa, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Kasamwa Center. E, umeniuliza kwa nini tumeamua kufanya e, harambee yetu leo nje ya siku ya siku ya Yanga. Sisi siku ya Yanga tulikuwa na kazi maalum ambayo tuliamua siku hiyo kutembelea vituo vya watoto yatima E, wagonjwa hospitalini na kufanya mambo mengine, na tulikuwa na zoezi la upokezi wa makombe hapo nyuma. Kwa hiyo tuliona sherehe zikifuatana sana. Kwa mfano kama tarehe tatu mwezi ulioisha, tulikuwa na upokezi wa makombe yote matano, yalifika yalifika ofisini kwetu hapo hapo, kama ofisi yetu iko kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuf, kuzindua ofisi ambayo tunaitumia kwa sasa. Kwa hiyo tuliona sherehe zisifatane, hii kwa sababu ni, ni, ni kazi maalum na lengo letu kubwa la zoezi hili la mkusanyiko huu au harambee hii ni ununuzi wa uwanja ambao utakuwa ni mali ya klabu ujenzi wa ofisi pamoja na ukumbi kama huu tunaoutumia sisi. Malengo yetu ni kuwa na ukumbi wa tawi la Yanga Kasamwa. Maana yake tunataka kuondoka kwenye habari za upangaji upangaji, mara leo mwenye nyumba amekuja na mambo mengine anahitaji apake rangi rangi nyekundu. Sisi hatutaki hayo. Sasa Young Africans ukifuatilia hata kule makao makuu, sisi tunakwenda kwa utaratibu. Hata makao makuu tuna majengo yetu mpaka kwenye matawi. Kwa mujibu wa, wa, wa utaratibu tunakwenda kuandaa majengo ya klabu ili hata kizazi na kizazi kitakachotokea baada yetu kikute ofisi ipo na wao waanzishe mambo mengine. wa ofisi ni milioni thelathini lakini ukumbi kama ukumbi ambao tunaendelea ku, kujiandaa umetathminiwa shir, shir, kwa bajeti ya shilingi milioni mia moja ishirini, nina imani, nina imani tutafanikisha. Kwa sababu gani? Wakati tunaanza e, kuwaza kufungua tawi kuwa na uzinduzi wa tawi, nakumbuka tulianza watu wanne, tukajivuta tukaenda watu saba tukajivuta tukaenda watu hamsini, wakati sheria na kanuni zinahitaji ufunguzi wa tawi angalau uwe na kuanzia watu mia moja, lakini unapozungumza na mimi, wanachama hai wa tawi ya Yanga Kasamwa wako mia moja themanini wenye kadi za Yanga. Sio sio, sio, kikundi, sio kikundi, wenye kadi za Yanga wako mia moja themanini na kila mtu analipia shilingi elfu kumi kila mwezi. Hebu chukua kila mwezi mara elfu kumi, mara, elfu kumi, mara 180 ni shilingi ngapi? Kwa hiyo tuko vizuri, tumejipanga na hapa tunapoita harambee hii na kuita watu kuja kutusapoti, si kwamba hatuna chetu, tuna chetu mfukoni. Nina uhakika ndani ya miaka miwili mitatu hapa tutakuwa tunazungumza mambo mengine pia. Tarehe tatu mwezi uri, mwezi huu ulioisha mwezi wa nane, ilikuwa tarehe tatu mwezi wa nane, tulikuwa na alikamwe pamoja na safu nzima iliyokuwa ikitembeza makombe, walikuwa na makombe matano yote, Toyota Cup CRDB, NBC pamoja na ngao ya jamii, makombe yote matano tuliyapokea hapa. Kwa hiyo uongozi unatambulika. Sisi tuna cheti cha ithibati, tumekipokea. Tarehe mwezi wa ngapi katibu? Tulipokea cheti cha ithibati tarehe moja mwezi wa saba, mwezi wa saba. Cheti tunacho cha ithibati ya kutambulika, na tarehe saba nilikuwa kwenye, na wajumbe wangu saba tulikuwa kwenye mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo tu, tunatambulika kitaifa, tuna imani malengo yetu yatatimia. Kwa sasa tulikuwa na, tuko na ofisi ya kupanga lakini, sasa hivi tumeamua kufanya tukio kama hili la harambee lenye lengo la kukusanya zaidi ya milioni 150, kwa maana ya kwamba shilingi milioni 30 kwa ajili ya ununuzi wa kiwanja, lakini 120 milioni kwa ajili ya ujenzi wa ukumbi kwa ajili ya matumizi ya wanayanga. Kwa majina, naitwa Sebastian Bunela ni mwanachama wa Yanga. e, sisi lengo la hiki kikundi tunahitaji kununua kiwanja pamoja kwa ajili ya kujenga ofisi, na pia tuna malengo mengine ya, ya kuongezea masuala mengine ya mziki pamoja na usafiri wa magari, ndo lengo letu. Alafu pia huwa tuna kikundi chetu, huwa tunasaidia katika upande wa serikali tunaingia ingia mahospitalini kwa ajili ya kuchangia damu. Kwa hiyo malengo yetu hao ni hayo, hawa wanachama wa Yanga na uwanja wa, wa, wa, wa mpira hivyo matawi mengine, hasa tukichukua kwa miundo ya vijijini, kwa sababu vijijini mpaka sasa bado hawajatengeneza matawi, bado wanaendesha vikundi hivyo. Ninawaomba maeneo ambayo hajajisajili na kusajiliwa kama tawi la Young Africans wayasajili matawi hayo ili kuipa nguvu klabu yetu ya Yanga Africans.